Rais wa jamhuri ya Kenya leo hii, wakuu wa usalama wote Kenya hii wameanza kuhusishwa na siasa ya Kenya. Juzi ilikuwa mkuu wa NIS na mkuu wa jeshi, jana nimemwona, eh, Inspector General Police amesimamishwa katika hadhara ya siasa anaambiwa sema jina yako na useme wewe una support president wa jamhuri ya Kenya. So mimi nataka kusema mheshimiwa rais, hacha kuzurutisha wakuu wa usalama wa nchi yetu ya Kenya na kuingisha kwa siasa. Kenya yetu itaanguka vibaya sana. Wacha hao wangwana wafanye mambo ya usalama. Wakenya wanakuwa abducted, Wakenya wana, wa wanafahamiwa, ili hali rais wa jamhuri ya Kenya anataka kuingisha wakuu wa usalama kwa siasa ya jamhuri ya Kenya. Leo niko na ujasusi ya kutosha, inaniambia wale, ile halaiki ya watu unaona, kule Nyeri, kule Olkarau na Kenya, na huko Mount Kenya yote waya wangwana ni NYS au ah, wetu hapa vijana wetu hapa wamewekwa kwa magari wote, ndio wamepelekwa Mount Kenya, ndio wanaimba Ruto hey, Ruto Ruto. So mheshimiwa rais, unajua wewe hauna watu sasa. Mahali imefika hasa kuchipanga kujipanga, waende nyumbani ndugu yangu, hauna watu na tusikutangaye, hakuna mahali zinapeleka wewe. Mimi nimeambiwa jana usiku, nimepewa simu kutoka hapa, ni NYS nikaambiwa huyu Mungu anaatoa watu wote amepeleka akabei sasa, mnatuambia leo hii etiutaakena watu Mount Kenya, hakuna mtu huko, no police my friend na mimi sitanganyi, eh, na sio propaganda, na ukweli. Afanye kazi mambo ya IBC. Bado sijapigia IBC mimi, nimruhusu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya aweke hata kijana yake, ndugu yangu niki kuto na tunataka kumwambia ukweli Niki hata mtangaza hapa apa asubuhi, na namwambia azimfichi kwa sababu mambo ya IBC. Nataka kumwambia makanda afanye haraka iwezekanavyo. Ikifika mwezi wa sita tarehe moja, tukisherekea Madaraka Day, tunataka kuanza kazi ya kushughulikia hawa wakora wako bungeni hapa kwanza. Alafu tumwazie yeye. E. na tumtume nyumbani na tuendikumtangaa Sugoi, tumfikisha Sugoi miti Eh, yeah, kwa sababu hii Kenya imeangamia sana. Eh, yeah. Yeah, na mpunga, jaya, yeah. Yeah. Mimi naongea kama mbunge ajaye bwana. Eh, mimi hapa na mtu ya kutisho hapa. Eh, yeah. Yeah. Na hii mambo anasikia PA, PA wa president anaangaisha magavana, anaangaisha wabunge ndugu yangu. Wacha niingie bomba cha ujaibu kuangaisha mimi. Bro mimi nitakutoa masikio. Eh, yeah. Mimi si cheki bwana. Asante. Thank you.